Assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. <tuh> Mina swali moja tu, minauliza kuhusu maisha ya Nabii Isa make, kwa mujibu wa Islam ni kwamba hajafa ila amerufaishwa na baadaye atarudi katika hii dunia na ataishi. Sasa swali langu lipo katika kurudi yeye; alikuwa nabii na atarudi zama ambazo kuna nabii mwingine, nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa maisha yake kwa wakati huo yatakuwaje? Dawa ya yani ufikishaji, atafikishaje kwa wakati huo mpaka hadi mwisho wa maisha yake, yani kwa ujumla, nataka nipate historia ya maisha yake baada ya kuja kwa kipindi hicho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, swali langu linahusu misikiti ambayo inajengwa katika magorofa haya yanayojengwa sasa hivi. Utakuta gorofa limejengwa gorofa kumi ama gorofa ya sita au ya saba, kuna msikiti alafu na juu yake watu wanakuja wanapangishwa ama maduka ama kitu chochote au nyumba tu za kawaida. Sasa, je, hii imekaaje? Fatwa yake na Mwenyezi Mungu tukirudi hapa, kunaambiwa kwamba hakuna mtume baada yake. Maisha yake na yeye atakuwa vipi atakaporudi, taban ni darasa kamili kuelezea maisha yake, atakuwa amerudi au vipi. Lakini bi ikhtisar ni short, kwa ufupi kwamba mtume Isa alayhi salam ni kweli hajafa, bal rafa'ahu Allahu ilayhi kwa nasya ya Qurani Mwisho, mwisho wa surati An-Nisa, juzu ya sita, Mwenyezi Mungu anaelezea habari zake, walakin shubiha lahum, wale walioona kwamba wamemsulubisha wamefananizwa tu na mmoja katika wale wanafunzi wake waliokuwa hawako na nia njema, kisha Mwenyezi Mungu afanya akampaisha, na Qur'an inatuambia kwamba atarudi kukanusha yale yote aliozuuliwa ya na ayosingiziwa na kuambia kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Kwanza tuanzie kwenye utume, utume wako kwa vilevile hakuna, kwamba manake akirudi yeye manake amezalika mtu mwingine kama vile wanavyoitakidi ka baadhi ya mapote ya kiakida, kuna Ahmad Mirza atakuja au nini, yaani vitu kama hivi hakuna. Na hata ile Mahdi akija, sio katika mitume, ni mmoja tu wa kiongozi. Sasa Isa atakaporudi hapa duniani, Eh, atarudi kwa kuweka uadilifu na usawa, na atarudi pia katika ku, ku, kuenda naye against masihi dajjal, kama alivyokuja katika baadhi ya riwaya, na ataoa katika family ya kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam na ataishi miaka 40, 40 au ziada. Kwa kuwa na dawa yake itakuwa ni ile ile, hakuna mabadiliko, kwa sababu mitume wote min Adam alayhi ssalam ila sina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dawa yao ni hiyo moja, nao ni tauhidi, la kwamba ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu, ndo atachukua hicho sheria hizo hizo tazukuta za nani, za kipindi hicho, yeye atamfanya kuzi, yani, kuzihuisha na kufanya mambo yaende vizuri, sababu hapo kutoka watu wameshazidiwa sana, hakuna mwenye kutetea dhuluma. E, kuna ikhtilafu baina ya chuo nani ataanza, ima ataza mahadi au atakuja ni mahadi atakuwa kama supportive, alafu itapotea atakuja yeye kwamba atakuja kipindi hicho cha imamu Mahdi, lengo kubwa kujaji wake kukanusha nini? Kukanusha waliomzulia kwamba yeye ni mtoto wa Mwenyezi Mungu au yeye Mungu, ndo eh, hiyo tu. Atakuja kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo kuna ikhtilafu na riwaya na historia yake ni mrefu, haizi kutosheleza kwa dakika hizi chache, lakini kifupi, atarudi. Utume wake ni ule ule, sio mtu mwingine, sababu utume wake bado huko hajafutiwa. Na pia atarudi, ataeneza neno la tauhidi katika sheria ile ile, ataishi maisha ya kawaida kama binadamu anavyoishi, au kama alivyokuwa kipindi alichoishi na Wanaisraeli. Tukija swala la ndugu yetu mwingine wapilinaonechana na msikiti Msikiti ili neno la Kiswahili Kiarabu, ni masjidu masjid, manake ni maudhii as-sujud, sehemu ya nini ya kusujudu. Imezalikana hiyo sasa. Mara nyingine wababaisha watu wale maghorofa yale, mbona kuna sehemu kama msikiti. Taban ule sio msikiti, ile ni sehemu ya musala, yaani watu wameamua eneo hili tutenge chumba ili tuwe tuna swali. Lakini mathalan ikiwa amefanya yule aliyofanya hiyo ghorofa yake akatia nia ya wakfu, kwa sababu huu wakfu masjid, basi ule wakfu wa masjidi haufai tena kugeuzwa matumizi yasiyokuwa yanataalaki na msikiti haufai tena kugeuzwa ule msikiti kwa matumizi ambayo siofuan na msikiti. Iko kauli ambayo ni dhaifu kwamba je, msikiti unapoanza juu mpaka chini au chini mpaka juu? Wengine wamesema kauli ambayo rajih yenye msikiti ni wote samawati wal ardhi, yani chini ya msikiti mpaka juu ya msikiti ni sehemu yote nini ya msikiti, kimefanywa wakfu. Lakini kama msala, unaweza kujalia, hauna hukumu ya msikiti, tahiyatu masjid pale au utafanya itikafu, haikubaliki hilo, bali ni sehemu ya kufanya tu ibada na nakubalika jambo kama hilo. Kwa hiyo wanachofanya ni kizuri, lakini hatuiti msikiti. Ama msikiti, sheria yake, ukishafanya wakfu haifai kubadilishwa. Eh, shughuli yote isipokuwa ni ile ile ya msikiti dhikrullah tilawatul qurani wa sala wa ahlu majara, haifai mfano wake jengwa msikiti alafu juu tujenge labda tujenge shule au juu tujenge maduka au juu tujenge. Ndio maana kwenye msikiti mara nyingine maduka yanajengwa pembezoni ya ya msikiti, sio kwa kule juu na mara nyingine zipo sehemu zinatokea juu, labda wanafanya ni sehemu labda shule kusoma madrasa, hilo likiwa halitoi kwenye lengo lile msikiti. Manake msikiti ni taalimu, kufundisha kama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msikiti ni dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu. Msikiti ni silaha baina nasi, yani manake kuwapatanisha watu, kwa halu majara, hiyo itakuwa haina mushkila. Otherwise zaidi kinyume hivyo, sio msikiti. Allahu ta'ala alam. Na kwa hiyo sasa Jibu kwa ufupi, hayo maghorofa yanayofanywa hivyo ni jambo zuri, lakini hauitwi msikiti shar'an, bali utaitwa msikiti lughatan, ambao utakuwa huna hukumu yoyote, kwa sababu ni sehemu watu wanasujudu. Na ndio jambo zuri kwa connect watu na shughuli zao za kawaida na ibada, ambayo ili itawasaidia. Hata ukiona shughuli za kawaida, watajua ni part of ibada kwa sabumara, kwa sababu mara kwa mara wanarudi wanakumbushwa ile ibada kubwa ambayo ni as-sala. mwezungu atufikie kwa haya machache, ikiwa tumepatia mwezungu atupe thawabu, tukosea atusamehe, na tuzidi kupata ilmu ile kwa zaidi ya usawa katika hayo, atuafikie haya tulio discuss miongoni mwa mizani hasanati, hasanatina atujalie Mungu ambao yastamuna alqawla fatuna ahsana, sallallahu alaihi wasallam